katika Kristo tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari yenye kichwa Mbele ya Sala. Kuletea tafakari hii mimi Padre Dr. Faustini Kamugisha paroko wa parokia ya Miziro Jimbo Katoliki la Bukoba na gambira wa kituo cha ija cha Mtakatifu yani Maria Mzee. Somo linalotuongoza ni kutoka katika kitabu cha Esther sura ya nne mstari wa kumi na nne ambayo ni sala ya Esther. Ee Bwana wangu wewe peke yako ndiwe mfalme wetu, Njoo ukaniokoe maana mimi peke yangu wala sina wa kumkimbilia ila wewe tu, na uzima wangu ninauhatarisha. mwisho wa kumkuu Wapendwa katika Kristo, hakuna linaloshinda sala. waya wanasema taliwekile maishara sidro bakset alisema, watu wanaweza kupiga teke matakwa yetu wanaweza kukataa ujumbe wetu, wanaweza kupinga hoja zetu, kutudharau. Hayo yote hayana nguvu yoyote mbele ya sala zetu. Mwisho wa hukumu. Kunyanyaswa hakuna nguvu mbele ya sala. Kukataliwa hakuna nguvu mbele ya sala. Kudharauliwa hakuna nguvu mbele ya sala. Njama mbaya hazina nguvu mbele ya sala. Aman afisa wa ngazi ya juu katika utawala wa mfalme Asuero huko Uajemi alitaka kuangamiza Wayahudi. Aliwasingizia kwamba awatii sheria. Alipendekeza kwa mfalme wa Wayahudi waangamizwe. Mfalme wa Uajemi alikuwa Asuero, akapendekeza Wayahudi waangamizwe. Alimchukia Mordekai, mjomba wake Esther kwa sababu hakumpigia magoti kwa sababu hakumsujudia kama tunavyosoma katika kitabu cha Esther sura ya tatu mstari wa pili hadi wa tano. Lakini sala za Esther malkia wa mfalme wa wajemi ziliwaokoa Wayahudi. Huyu Esther alikuwa mrembo mzuri wa sura, na akaolewa na mfalme ambaye sio Myahudi wa Uajemi, na mjomba wake akamwambia, usipotusaidia Mungu atamwinua mtu mwingine amekuweka katika nafasi hii ili utoe msaada. Hata pia na uzuri wake ulikuwa kwa ajili ya kuwasaidia. Lakini kuna mambo mengi ambayo hayana nguvu mbele ya sala, nitataja matatu. Kwanza, mbele ya sala changamoto hazina nguvu. Sala inavunja changamoto za dunia hii. Mtakatifu Jerome alisema na ina mnukuu Esther kwa moyo wake dhabiti na imani isiyoyumba alitufundisha siri ya upendo wa Mungu, kwamba hata changamoto kuu za dunia zinaweza kuvunjwa na nguvu ya sala na utii wa dhati kwa Mungu. Esther alikuwa na utii wa dhati kwa Mungu. Esther alikuwa mtu wa sala, mwanamke wa sala, superwoman wa sala. Matthew Henry, mtaalamu wa maandiko matakatifu, anasema Mafanikio ya Esta ya kuwepo katika uzuri wake, bali katika utayari wake wa kuweka kila kitu hatarini kwa ajili ya watu wake. Hii inatufundisha kwamba wokovu wa kweli unakuja kupitia imani dhabiti, utii kwa Mungu, hata katikati ya changamoto kuu. Ushindi wa Esta haukuwa katika uzuri wake, bali katika utii wake na moyo wake wa ibada. Papa Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili alisema katika giza la machungu na hatari mwanga wa imani unang'aa zaidi. Esther alifundisha kuwa kupitia sala tunaweza kupata nguvu ya kusimama dhidi ya kila changamoto. Pili, mbele ya sala majaribu hayana nguvu. Majaribu hayakuwa na nguvu kwa watu wa Mungu katika Biblia. William Bakre, mtaalamu wa maandiko matakatifu, alisema hadithi ya Esther inatufunza kwamba Mungu hufanya kazi kwa utulivu na siri kupitia sala katika kila jaribu. Sauti ya Mungu hupenya kupitia moyo wa imani, ikitufungulia njia za haki na wokovu. Kupitia sala tunashinda majaribu, kupitia sala tunashinda vishawishi. Tatu, mbele ya sala hatari haina nguvu. Mhubiri mashuhuri wa Uingereza Charles Spurgeon alisema, ujasiri wa Esther unatupatia changamoto ya kusimama imara dhidi ya dhoruba za ulimwengu. Kila majaribu yanapokutana na ngao ya neema ya Mungu na nguvu ya sala, hatari inageuka kuwa fursa ya ukuaji kiroho. Yani, sala inabadili hatari kuwa fursa ya kukua kiroho. Naye Papa Benedict wa kumi na sita alisema namnukuu, Ujasiri wa kweli hujaonekana kupitia nguvu za mwili, bali kupitia imani na sala. Hadithi ya Esta inatukumbusha kwamba wakati hatari inapofika, moyo uliomjua Mungu unaweza kugeuka kuwa chanzo cha wokovu. La muhimu, sala katika shida, sala katika hatari, sala katika majaribu, sala katika usalama, sala. Walikuwa na askari mmoja ambaye alifukuzwa na maadui akaenda akajichimbia kwenye pango, lakini palikuwepo na mlango wa pango uko wazi, pango liko wazi. Akafikiria kwamba awa maadui watanigundua tu na nimeisha choka. Kwa hiyo akaanza kusali na kuomba, akawa mwenye Mungu, akamwomba mwenyezi Mungu aweke zege kwenye mlango. Lakini baada ya muda akaona buibui anaweka utando kuzunguka mlango Sema Mungu, nimeomba zege, sio utando wa buibui. Basi buibui alipomaliza, huyu jamaa akajificha pembeni kabisa. Wakaja wanatafuta kila pango kila pango. Askari mmoja alipofika pale akasema, hapa hata tusikuingia, maana kuna utando wa buibui, hajaingia mtu. Na yule mtu akaponea chupuchupu. Mbele ya Mungu, mbele ya sala, utando wa buibui ni zege lakini bila sala, bila Mungu, zege ni utando wa buibui. Mbele ya sala, changamoto hazina nguvu. Tumsifu Yesu Kristo.